Klabu ya Dar es Salaam Yanga Africa imeendelea kuimarisha benchi lake la ufundi baada ya kutangaza kumsajili kocha wa magolikipa Fernando Pereira, raia wa Angola, ambaye anachukua nafasi ya kocha Majdi Mmasria aliyekuwa akifanya kazi chini ya kocha mkuu Romain Folz. Kocha Pereira ni mtaalamu mwenye uzoefu mkubwa katika kazi ya ukufunzi wa makipa na kabla ya kujiunga na Yanga Sports Club alikuwa kocha wa magolikipa wa timu ya taifa ya Angola, Palancas Negras. Kupitia taarifa iliyotolewa na uongozi wa Yanga Sports Club, klabu imeeleza kuwa ujio wa Pereira unalenga kuongeza ubora na ushindani kwenye eneo la makipa, hasa katika msimu huu ambapo timu inashiriki michuano ya NBC Premier League na mashindano ya ndani. Fernando Pereira anatarajiwa kuanza majukumu yake mara moja, akifanya kazi bega kwa bega na makipa wa klabu hiyo akiwemo Djigui Diarra pamoja na Abdultwarib Msheri, ili kuhakikisha lango la Yanga linabaki imara msimu mzima. Uongozi wa Yanga Sports Club umemkaribisha rasmi kocha huyo mpya na kumtakia mafanikio katika majukumu yake mapya ndani ya klabu hiyo kongwe hapa barani Afrika. Dr. Daniel Sauti Kuu Sports